Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Leo nimesimama mbele yenu kwanza kusema asante kwa chama changu Chadema. Nimejiunga na chama hichi toka mwaka 1992. Nikiwa binti. Na leo nazeeka ndani ya chama. Chama changu nilikipenda sana na nilikitumikia kwa moyo wa dhati. Tulizunguka nchi nzima hii kuijenga Chadema, kuhakikisha chama chetu kinaenea Tanzania nzima. Tulifanya ziara, wakati huo tukiwa wabunge watano, mimi nikiwa mbunge pekee mwanamke, kuzunguka nchi hii tukiwa na fuso, tunaweka viti meza spika tunazunguka, hatuna mwanachama hata mmoja huko tunakokwenda, tunahutubia miti na watoto wadogo. Lakini namshukuru Mungu Chadema imefika hapa ilipofika leo, lakini badala ya kuvuna heshima tunavuna matusi. Tunahitaji reforms ndiyo, lakini tusizuie uchaguzi. Unawezaje kuzuia uchaguzi wakati wewe sio mshirika wa uchaguzi? Tunafanyaje mikutano wakati sisi sio tumeshasema tunakwenda kuzuia uchaguzi? Tunauzuia uchaguzi kwa aina gani? Wakasema tutazuia kwa maandamano. Hivi leo wananchi wangu wa Vunjo, leo niwaambie, tuandamane kuzuia uchaguzi, tunaanzia wapi, tunaishia wapi? wazee wangu wa Vunjo ambao ninawajua pamoja na vijana leo, maandamano tunayofanya, hao vijana ambao wanaandika leo kutukana mama zao, baba zao kwenye mitandao huwaoni. Kuanzia leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano ninajiondoa rasmi Chadema, nakwenda kulea mjukuu wangu, nimechoka na matusi ya mitandaoni kila siku nimeasema kwa uchungu kwa sababu ninaumia. Nimeshiriki kuijenga Chadema, nina maumivu, nina jasho ndani ya chama hiki, lakini itoshe kusema Chadema, nilikupenda zaidi, lakini leo imefika mwisho. Asanteni kusubscribe kuskun kulike na kushare